Yes. Zaburi sura ya 14 mstari wa mstari wa pili inasema toka mbinguni, Bwana aliwachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Yaani Bwana toka mbinguni alichungulia kuangalia kama chini ya mbingu au duniani kuna mtu mwenye, kuna mtu hata mmoja kuna mtu yoyote ambaye ana akili wenye kuweze, akili za kuweza kumtafuta yeye kwa bidii kama kuna mtu mwenye akili za kuweza kumtafuta yeye. Maana Bwana tayari alikuumba wewe akakupa ufahamu, alikuumba wewe akakupa na akili, alikuumba wewe akakupa na maarifa, lakini anaangalia sasa, je, katika watu wote ambao niliwaumba nikawapa na akili, kati ya watu wote ambao niliwaumba nikawapa maarifa yuko mtu hata mmoja mwenye akili ya kuweza kunitafuta mimi? Yupo mtu hata mmoja mwenye kiu ya, kun, ya, ku, ya kunitafuta mimi? Yeye shida yake sio kukutendea wewe, shida yake sio kukufungua wewe, shida yako si, shida yake yeye sio kuku, sio kukubaliki wewe, shida yake yeye hivyo vitu vyote kisha kuandalia, lakini shida yake ni kuangalia unamtaka yeye kwa kiasi gani, unamhitaji yeye kwa kiasi gani katika maisha yako, unamhitaji yeye kwa kiasi gani katika maisha yako, unahitaji ya kutendee nini, unahitaji ya kufanyia nini yeye? Shida yake ni kujua unamhitaji kwa kiasi gani, ili yeye aweze kukutendea basi. Angalia, anaangalia akili ulizo nazo yeye kumtafuta. Ukishamtafuta tu akajua ya kwamba huyu ananihitaji kwa kiasi hiki, yeye hivi vitu vyote atakufanyia. Maana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 28 mstari wa kwanza, anaangalia utakaposikia, utakapokubali yale maagizo kwa bidii na kuyatii na kuyafanya, yeye atakuachilia baraka zote alizoandika katika kitabu, atakuachilia baraka zote ambazo zimeandikwa katika kitabu kile. Ndio Bwana anaangalia akili yako na ufahamu wako, akili yako ulionayo ya kumtafuta wewe. Nami nakwambia usiku, nakwambia siku ya leo, wewe ambaye una